no mu bihe vy'ibiza n'isibe muri iryo tangazo ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'ibibondo ishami rikorera mu Burundi kuri uyu wa 11 ruheshi 2025 ku ncuro igira kabiri y'umunsi mpuzamakungu wahariwe urukino ku civugo hitamwo urukino iminsi yose UNICEF Burundi rishimikira hanini ku kamaro k'inkino mw'iterambere ry'umwana na canecane mu bihe vy'ihunga no mu bihe bigoye umwana bamwo ku bwa UNICEF uyu munsi mpuzamakungu uhimbajwe impunzi za baba ibihumbi mirongo irindwi zarinjiye mu gihugu c'u Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bahunze intambara ziriko zibera mu gihugu ca repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo 53 kw'ijana muri izo mpunzi nk'uko tubisoma muri iryo tangazo n'abana na mbere benshi muri bo ngo barashikiwe n'ibiza bitandukanye nko guhohoterwa gutandukana n'imiryango yabo n'ibindi bikibonekeza ko bakeneye gufashwa mu isa kuronsaa ibibanza vyizewe vyiza bishobora kuborohereza mu kwidagadura mu nkino bidasigaye inyuma iryo tangazo rya UNICEF Burundi riranagaruka kandi ku bana b'abarundi baba mu makambi y'abateshejwe zabo bivuye ku myuzurira rekavuga ko mu bihe nk'ivyo abana bataba bakironka ibibanza vyisanzuye bakiniramwo kubwa UNICEF ngo urukino ntigufatwa nk'akanya ko kwinezereza bisanzwe ahubwo ngo nuburenganzira nshingiro busanzwe buzwi no mu masezerano mpuzamakungu avuga ku bijanye n'agateka k'abana mbere ngo ntintasubirizwa mu bijanye no gukomeza imibiri yabo inyifato n'imibano iryo shirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'abana UNICEF rihamagarira abo vyega na leta irimwo gushigikira urukino ku bana bose mu ntumbero wo gushigikira abana mu nkino zitandukanye ishirahamwe UNICEF rikorana namwe mu mashirahamwe asanzwe akorera hagati mu gihugu